Ndiyo, hivi nafahamu kwamba kwa nini tunashauriwa usichanganye dawa na pombe? Yaani hey, kwa nini tunashauriwa usichanganye dawa na pombe? Ni kwa sababu ya kwamba kuna baadhi ya dawa ukichanganya na pombe huenda kupelekea madhara zaidi. Kama ni maumivu ya kichwa hakwachaluka ukana na pombe, unatumia ma, dawa ya kutibu kichwa ukachanganya na pombe, upata madhara zaidi. Lakini baadhi ya dawa zingine ukichanganya na pombe huenda kupelekea pressure inaongezeka zaidi. Na baadhi ya dawa zingine ukichanganya na pombe huenda kupelekea madhara hata mara baada ya kutumia pombe. Yaani mtu umetumia pombe na dawa hiyo ukapona, ukapona vizuri kwa, kwa, kwa, kwa muda fulani, lakini madhara yale yanaendelea kuwepo hata mara baada ya kutumia eh, mara baada ya kuwacha matumizi ya pombe. Kuna baadhi ya dawa zingine vichanganya zinaweza kakuletea kupeleka kwenye maumivu kwenye kudisi kwenye, kwenye, kwenye, kwenye kwenye, kwenye usingizi sana na hata kifo. Mfano, dawa zile zote ambazo zinaenda kukandamiza mfumo mkuu wa neva upelekea shida kama hiyo hapo. Mfano, dawa kama vile skizofrenia.